Nam, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi mtazamaji, tukiwa hapa studioni na katibu katika wizara ya maswala ya vijana Mheshimiwa Fikirini Jacob zakiwa anatueleza tu kuhusiana na huu mradi wa Nyota, na kabla ya kwenda mapumzikoni alikuwa anatuelezea jinsi ambavyo, uh, hawa vijana, laki laki moja wanaolengwa kwenye hiki kipengee cha mradi wa Nyota, uh, cha kutoa mtaji wa kibiashara wa shilingi elfu hamsini namna ambavyo wanahakikisha kwamba wataweza kupata hizi fedha uh, na kuweza kuzitumia katika biashara, na nadhani na tulivyoenda mapumzikoni, kuna wasiwasi ambao ulipo, uh, kwamba kuna kama hazina ile ya Hustler Fund, kuna wengi ambao walijisajili, wali, wali wakapokea mikopo lakini wengi hawajarudisha hizo fedha mm. Mnahakikisha vipi kwamba huyu kijana ambaye atapata shilingi elfu hamsini ataweza kuzitumia kwa kujiendeleza kibiashara na ni biashara ambayo itaweza kudumu mm. Sasa kwanza, nisisitize tena kwamba tofauti na hazina ya Hustler Fund, mradi huu wa Nyota si mkopo, ni grant, ni pesa ambayo vijana wanapewa. Hatutizamii kwamba kuna mtu yeyote ataenda kule kuwadai kwamba warejeshe pesa hizi za Nyota kwa hii component ya business support kwanza. Pili, Uh, nimesema kwamba tuko na njia za, za uangalizi mkubwa wa matumizi ya pesa hii, uh, kutokana na kwa maafisa wetu hivi kwamba hatutatoa pesa hizi hmm. kwa mpigo kisha tunyamaze, tusijue tu vijana wameenda wapi ama wanafanya nini hmm. Tutatoa pesa hizi kwanza nusu, alafu pili, tumegawanya hii nchi nzima kwa kila kaunti tumegawanywa kwa clusters. mm -hmm. Sasa tuko na eight clusters ambazo kila cluster iko na consultants wake. mm -hmm. na ambao wanashirikiana na maofisa wetu wanashirikiana pia na maofisa wa msea no. A, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanawasaidia vijana hawa kwanza, kupata elimu mm -hmm. ya biashara, pili kuwasaidia kuangalia biashara yao inaendeleaje na, mm -hmm. na baada ya pale ndo tunamalizia ile tunatuma ile, ile nyingine ambayo itakuwa imebaki, kwa mfano ile nusu nyingine ambayo itakuwa imebaki mm -hmm. lakini pia a, mahali tutahakikisha sana kwamba pesa hii imetumika vizuri. Mm -hmm. Ni kwa kuwa hawa service providers wetu ambao tumewaleta mara nyingi sana malipo yao yanakuja baada ya kazi. mm -hmm. kwa hivyo itategemea na vile ambavyo pia wao watajukumika kuhakikisha kwamba tumewaelekeza vijana mm -hmm. yeah. Na uh, katika ile takwimu ambayo ulitupatia tukianza mazungumzo haya ulisema yeah. kwamba uh, wale ambao walijisajili kwa ukamilifu ilikuwa milioni moja na, na laki moja yeah. Sasa hebu tueleze ni vipi ambavyo mtakuwa mnafanya ule mchujo okay. kuhakikisha kwamba wale ambao wanapata ni wale wanaostahili zaidi. Ni yupi ambaye hata faidi ama ataondolewa kwenye, kwenye mchujo? Kwanza kati ya wale milioni moja na laki moja wa kwanza ambao naamini sasa itakuwa imeongezeka idadi kwa sababu kuna wengine sasa wametuma, mm -hmm. wamejisajili wame kati ya yeah. a, hadi Oktoba tarehe 12 mm l -hmm. sasa kati ya hao a, kuna elfu sabini na tano ambao walikuwa ni wenye elimu ya chuo kikuu. mm -hmm. Kwa hivyo tayari kwa mujibu wa kanuni za mradi huu wao, uh, hawata hawatafaidika na mradi huu, kwa hivyo hao wataondolewa, hao wataondolewa kwanza. mm -hmm. Alafu pia vilevile vile, wale ambao wako na elimu ya college, eh, wale wameenda course tofauti tofauti, yani wako na skills tayari uhum. ilikuwa zaidi ya laki mbili na elfu thelathini pia vile vile, ambao pia wale, kwa mujibu wa kanuni za mradi huu, pia wao nao hawastahiki uh, kufaidika na mradi huu uhum. Kwa hivyo tayari kunazo namba zitatoka, lakini tuseme kwamba kunazo namba zitabaki. Sisi tunalenga kufikia vijana laki moja lakini hapa tuseme tumebaki kabisa kabisa a uh, na vijana uh, tuseme laki tano. mm -hmm. Kwa mfano tutatokaje kwa laki tano kufikia kwa laki moja? mm -hmm. Hapa sisi tunatumia randomization tunatumia system ya randomization ambayo mm -hmm. ni system ya kidijitali. mm -hmm. Ndio maana mimi binafsi najua kuna vijana hupiga simu wanasema, sasa comrade, tupange bwana. mm -hmm. Mimi nimetuma maombi yangu, ukiona request yangu uhakikisha mimi nimepata hiyo mm -hmm. 50000 mm -hmm. lakini a uh, sina uwezo wa kuamua kwamba mashirima atapata ama ndugu yangu mimi mdogo wangu labda atapata <tipodicata> <tipodicata> uwezo huu ni system system yenyewe itafanya randomization kwa wale wote ambao ni walengwa <tipodicata> <tipodicata> tutakachofanya hatuchukui wale laki moja peke yake <tipodicata> tunachukua laki mbili <tipodicata> <tipodicata> kwa sababu gani baada ya wengine kupata wale laki moja, kunaweza kuwa na drop off, ama kuna mwingine anaweza akapata kazi mwingine akaacha mradi. Sasa tunakuwa na namba ya kutosha yeah. ya kufanya replacement uh -huh. Kwa hivyo system itatumika hapa in randomization uh -huh. Hakutakuwa na uwezo wa mtu kuamua kwamba mimi nataka weke jina ya mtu fulani, usiweke jina ya mtu fulani hapana. uh -huh. Tumetumia viongozi wa kisiasa na wengine viongozi wa vijana na wengine kutumia Uh, kama njia ya kuhamasisha vijana mm -hmm. ili waweze kutuma maombi lakini uh, kuchaguliwa kwa hawa itakuwa ni system ya randomization. Mm -hmm. Na hapo studioni tuko na vijana ambao bila shaka tungependa kusikiza kutoka kwao, ili waweze kutueleza kama uh, huu uhamasishaji ambao mmekuwa mkifanya, kama makatibu make nimeona nyote mmekuwa kila mahali, kila wakati tunasikia nyota hii nyota ile, lakini vijana wako hapa ambao wataweza kutueleza kama kweli huu ujumbe umeweza kuwafikia kuwa na, nataka tuanze hapo juu manake vijana wenyewe ni, we, ni wengi labda ni, wa, ni watambulishe kwanza wale ambao wameweza kufika hapa. A, pale mwisho tuko naye Daktari Ben Ngigi ambaye ni kiongozi wa vijana A, pale juu yake ni Eston Maina, kiongozi wa vijana na si mgeni hapa make tumekuwa naye mara nyingi hapa chini, mwanadada Wakio kamao ambaye pia ni kiongozi wa vijana karibu naye ni timothy njoroge kirago uh, kiongozi wa vijana pale juu ni riro sibuti ambaye ni kiongozi wa vijana kutoka mukuru na karioki daiva kiongozi wa vijana kutoka kaunti ya nyeri asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo labda nianze na eston uh, maina hili swala la nyota wewe linakufaidi ama linamfaidi kijana unayemjua? Maanake kuna vile vigezo ambavyo uh, katibu amevitaja hapa. Kwanza nishukuru uh, kwa fursa hii na pia nimpe kongole Fikirini Jacobs, nilimuona akiweza kukwea kutoka kule Kuso, akaweza pia kuwa uh, katibu. Na naambiwa maiki yako hujaiwasha. Haya, zungumza tena na sahi Sawa asante, asante. Kwanza nikushukuru mashirima kwa fursa hii na pia nimpe kongole Fikirini Jacobs. Nimesema kwamba nimemwona akiweza kukwea kutoka pale uongozi wa wanafunzi kuso <totitikos> uh, mimi nilikuwa University of Nairobi, alikuwa kule pwani. Ni uh, mpe kongole, ni muonekano mzuri kwa vijana. Niseme kwamba mimi sijui kijana yeyote ambaye amefaidika na ama amejisajili na hii program, ama, um, huu mpango wa, wa Nyota, lakini niombe kwa kwamba tusiweze kufanya makosa ambayo tulifanya hapo awali katika utekelezaji wa, wa, wa, wa huu mradi, kwa sababu ukiangalia, ukiangazia hustler fund, shida iliyokuwepo hustler fund kwanza ni kwamba tulipeana riba ya asilimia nane, lakini wakati huo mfumuko wa bei ulikuwa asilimia tisa. So economically haikuwa sustainable ama haingekuwa na uendelevu, kwa sababu ni kama tulikuwa pia tunachota kwenye kikapu chetu badala ya kujaza. mm -hmm. So swali ni um, ni vyema kwamba mumeutoa kuwa mkopo, mkaifanya kuwa ruzuku ama grant mm -hmm. uh, mmeweka mikakati ipi ili kuhakikisha kwamba itakuwa ni mradi endelevu, kwamba haitakufa kama tu Hustler Fund, kwa sababu tutakuwa tu tunatumia pesa za wananchi you know bila kuwa na what we call uh, ha hatuoni hiyo sustainability, sustainability. Hatuoni uendelevu kwamba ni ni, ni mradi ambao utaenda kwa miaka na mikaka. Ni mradi ambao unakuja mwaka moja unakufa, tunaleta mwingine. Wacha tuwe na mpango ambao utaweza kuwa na uendelevu miaka na mikaka, utusaidie na usaidie vizazi ambavyo vijazo. Lakini kwa sasa mimi sisaidike na Nyota na simjui kiongozi yeyote ama ki, a, kijana kijane yeyote ambaye anasaidika na mpango huu. Aha. Uh, katibu, hilo swala la sustainability, manake tulivyoanza tulizungumzia KOP ambayo ilikuwepo mwaka 2010 hadi 2016, alafu 2016, awamu ya pili hadi 2024. Sasa tuna Nyota, je, uh, itafika mahali pia ufungwe na vijana waachwe uh, bila namna? Sasa kwanza mimi namshukuru kaka huyu <clears throat> niseme kwamba uh, usishangae kwamba labda hujui yeyote ambaye amefaidika na mradi wa Nyota, kwamba sasa hivi ndo tunakaribia ku, kuanza kutekeleza. Kwa hivyo labda ni mapema ku, kutafuta mtu ambaye tayari umemfaidi. Sasa hivi tuko na wale ambao wametuma maombi. Na pili kuhakikisha uendelevu wa mradi huu uh, nafikiri katika utekelezaji, katika uh, project layout uh, mradi huu ni endelevu sana na niseme kwamba mbali na swala la biashara ili, ili la ruzuku ambao tutawapa vijana ili wajiendeleze a kibiashara, siamini kwamba e, tunaweza kuwa wingi wa roho sana tukatabiri tayari kwamba biashara hizi ambazo vijana wataanza zita hazitazidi kuendelea. Pili, nimesema mapema kwamba mradi huu wa Nyota si kuhusu kipengee kimoja peke yake, kile cha, cha ruzuku ya biashara ambayo ni bilioni tano. Huu ni mradi ambao unalenga vijana laki uh, mia nane uh, elfu mia nane na ishirini, so laki nane na elfu ishirini vijana. Kwa hivyo hawa laki moja ni wa business support. Ni wale watapewa pesa ya kufanya biashara, lakini kwa vipengee vingine hivi ambavyo naamini washirima atampa muda wa kuvieleza baadaye vina uendelevu mkubwa sana, kwa sababu kama tunazungumzia kijana ambaye hakumaliza haku chuo uh, uh, uh, shule ya upili na sasa amepata nafasi ya kupata ujuzi, amepata nafasi ya kupewa cheti na NITA amepata nafasi ya kuwekwa kwa, kwa apprenticeship um, chini ya employee organizations, tunasema kwamba ni maisha yake yamebadilika. Kwa hivyo kama kuna uendelevu tunaweza tukauzungumzia, nafikiri hilo ndo hakikisho kubwa la uendelevu wa mradi huu wa Nyota. Asante na aha, aha. Uh, nadhani tumpatie pia fursa Riro aweze uh, kuzungumzia ku swala hili uh, je, miradi hii ya vijana ambayo inaibuka kila wakati je, umeweza kufaidika kwa njia yote uh, kwanza nianze kwa kujitambulisha, naitwa Riro Sibuti. Na nafurahi na sana kuwa pamoja na kijana mwenzangu hapa akiwa kwenye nafasi ya juu. Ajuzi nilikuwa na mkutano wa vijana kwa mtandao mojawapo, ajenda kubwa ya moto ambayo ilikuwa inazuka ni ajenda ya mpango wa Nyota, na kama tunavyojua tafsiri ya nyota ni kama ni ne, inaonyesha neema ama yani kuna mwanga hapo mbele. Uh, mimi nadhani mpango wenyewe uko sawa, lakini sihisi kama unaguzia duara kubwa la vijana. Ukiwafaidi wa vijana ukiwafaidi vijana laki moja, utakuwa unajiuliza ni vijana wangapi ambao hujawafaidi unajua hawa laki moja labda wanaenda wakawa matajiri wakafanya nini, lakini hawa wengine ambao hujawaangalia watafanyika vipi? Kwa hivyo nilikuwa nahisi kwamba serikali badala ya kuleta mradi huu, hizo pesa zote, nikipiga hesabu ya haraka uh, kumpatia kila kijana uh, tuseme hamsini elfu na uwapatie vijana mia moja hiyo ni milioni hamsini ama bilioni tano bilioni tano. Sasa hizi bilioni tano zote hebu jiulize kama ungetengeneza labda industrial yenye nge employ vijana wakapata kazi wakakuwa na mshahara kila mwezi. Unajua, najiuliza tu hapa, ni kama nimelipwa tu mwezi mmoja elfu hamsini. Na for example kama kijana ambaye anaishi Nairobi, elfu hamsini ni pesa ambayo ukitoka tu nje ukirudi hata haipo mm -hmm. Kwa hivyo nilikuwa nahisi kwamba serikali labda ingeleta mpango ambao ungeleta employment kuliko kutulipa tu, kutupatia pesa elfu hamsini ndo hii a, basi ndo yeah. Hivyo nadhani katibu, hii ndio fursa yako ya kuzungumzia vile vipengee yeah. vingine ambavyo viko chini ya Nyota. Asante Riro, nimekusikia ni kurekebishe kwamba mradi huu wa Nyota haulengi kufikia vijana laki moja peke yake. Mradi huu wa Nyota una unafikia una uh, vijana elfu mia nane uh, na ishirini na elfu mia nane na ishirini vijana. Nitaweleza namna hii. Kwanza, wale elfu mia moja uh, ni wale watafaidika kutoka kwa ruzuku ya biashara, ile pesa utapewa wafanya biashara ambao ni bilioni tano. Mradi huu wa nyota ni jumla ya bilioni ishirini uh, pesa ya Kenya. Sasa tukishatoka kwa wale vijana ambao watasaidika kwa kufanya biashara. Kipengee uh, kingine cha Nyota ni kuwafaidi vijana elfu tisini, 90,000 uh, ambao ni vijana sitini na wawili kwa kila wodi ya Kenya uh, Kenya hii iko na wodi 1450 14, so kwa kila wodi ya Kenya vijana sitini na wawili itakuja uh, kama sijakosea elfu tisini. Sasa hawa vijana elfu tisini uh, watasaidika namna gani? Tutawafanyia kitu inaitwa OJE ambao OJE ni on job experience. Yani ile uko chini ya, ya master craftsman unasomeshwa ujuzi lakini wakati huo huo bado unafanya kazi. Uh, katika mradi huu tumelenga kwamba hawa vijana elfu tisini kwa ule muda wa miezi sita ambao watakuwa wanafunzwa ujuzi kila mwisho wa mwezi watakuwa wanapata kitu ya kuwasaidia. Hatuwezi ita kama mshahara sana, lakini ni kitu angalau wasikose hata tikiti ya kufika pale kupata mafunzo. Wakati huu huu wakiendelea, wengi wenu nyinyi ni comrades, nafahamu kwamba kabla ufuzu chuo kikuu lazima kuna wakati unaenda kufanya attachment, alafu lecturers wako wanakuja kuassess, alafu wanakumalizia ndio unarudi huku uje ufuzu. Wakati hawa vijana wakiendelea kufanya mafunzo kwa hii miezi sita, National Industrial Training Authority NITA ni mmoja kati ya wale watekelezaji wa mradi huu. Sasa, so mradi huu tunaotekeleza taasisi saba za serikali, sasa NITA wataenda pale kuwafanyia assessment wale vijana. Fahamu kwamba ni vijana ambao awali hawakuwa na ujuzi wowote, lakini leo hii wamepata nafasi ya kujisomesha ujuzi, na ieleweke kwamba hatufunzi tu ujuzi kwa lengo la kwamba mtu anapata ujuzi sababu kwamba National Employment Authority iko pale, sababu kwamba State Department ya labor iko pale, ni kupata ufahamu wa ni ujuzi gani huko nje ambao a, labda waajiri wanauangalia kwa vijana. Ndio maana tunawaelekeza, tunawa kwa njia ambayo hupati ujuzi ukarudi kwenu nyumbani, unapata ujuzi ambao pia uko na soko katika soko la ajira. Sasa wale vijana baada ya miezi sita watakuwa wamepata ujuzi na watakuwa wamepata cheti na sisi hatutawachia hapo. Tumemaliza evaluation sahi, uh, kama state department ya youth ya service providers ama consultants ambao kazi yake itakuwa ni kuweka vijana hawa kwa apprenticeship ama kwa, kwa, kwa employer organizations ambao lengo lake sasa ni, ni kuwatafutia kazi vijana yani, wao kazi yao ni kuwatafutia, kuhakikisha hawa vijana wote uh, 90000 kwa hii uh, uh, component ya on the job experience wamepata uh, ajira. Kwa hivyo kwa lengo kubwa sana la Nyota ambao nimesema awali ni kwamba tunaongeza uwezekano wa vijana kupata ajira. Vijana ambao hawakuwa na uwezo huo awali sasa wako na nafasi ya kupata ajira sasa... kuna, kuna swali kuu ambalo nadhani uh, Riro halijajibiwa. uh, wengi wa hawa vijana wametoka vyuo vikuu kweli, uh, tayari wamesoma na huu mradi ambao umekuwa ukiuelezea haswa huu wa mtaji wa shilingi elfu hamsini uh. ni kana kwamba umewaweka nje mm, wote, mradi wa Nyota wote <laughs> vijana njie wa elimu ya kuanzia <laughs> zero mpaka kidato cha nne. <laughs> Sasa hawa ambao wametoka vyuo vikuu <laughs> wanafaidi kwa njia gani? Make hawa wanahisi kana kwamba huu mradi unawalenga tu wengine, lakini unaacha idadi kubwa ya vijana ambao wamesoma, <laughs> wameenda chuo kikuu, wako na vyeti vyao, mpango wao uko wapi? Asante, nimesema hapo awali kabla ya ndugu hawakuja kwamba wakati tukikaa hapa ndani kwa mfano tu tuulizane, tatizo kubwa letu ni nini? Tutasema ukosefu wa ajira, kwamba sisi hatuna kazi. Na nikatoa mfano kwamba kukitokea kwamba kuna matangazo ya kazi nje ya chumba hiki, wale ambao wako hapa na walifuzu kwa njia moja ama nyingine watatoka wataacha wengine ambao hawakufuzu, wataenda kutafuta zile nafasi za ajira pale nje. Nikasema kwamba kwa mara ya kwanza kwa mtazamo wangu mimi, na kama kijana ambaye pia nimekuwa katika hiyo space sana ya maneno ya vijana, nafikiri huu ndio mradi wa kwanza katika taifa la Kenya ambao umekuja na ukasema, katikati ya ile demografi ya vijana tuzidi kuipambanua, tuangalie katikati ya wale vijana ambao tatizo lao kubwa pia ni ukosefu wa ajira lakini kuna wale ambao anangojea kazi na karatasi yake iko kwa nyumba mm -hmm. Yeye anangoja kazi itangazwe atapeleka karatasi, mm -hmm. lakini wakati wale wanangojea kazi kuna yule ambaye hana hata ile karatasi, kwa hivyo hata kazi ikija kesho pia yeye, hana nafasi ya kupata ile kazi mm -hmm. ndio maana mradi huu wa Nyota nikasema kwamba umewalenga sana uh, vijana, vijana wale mm -hmm. Na kwa kuwa wote bado ni vijana, huu ni mradi tu mmoja uh, nafikiri nimekuja kuzungumzia miradi ya vijana mm -hmm. Huu ni mmoja tu wa, wa, wa miradi na mimi kuna in, in, uh, intervention zinaendelea katika serikali nzima. Nafikiri pata nafasi nitajieleza, za kuona kwamba pia vijana wote wamepata nafasi moja au nyingine, lakini kwa huu mradi huu wa Nyota ieleweke kwamba ni mradi ambao umelenga wale ndugu zetu vijana tunaoishi nao, wengine ndugu zetu ambao elimu yao ni kuanzia sufuri mpaka kidato cha nne, either hakusoma kabisa ama alisoma lakini hakuvuka kidato cha nne. Hao ndio ambao wamelengwa, alafu niseme kwamba Najua asilimia 70 mpaka 75 pale ni vijana ni umri wa uh, sufuri mpaka 35 katika taifa letu la Kenya, asilimia kubwa zaidi hapa taifa letu la Kenya. Tukichukua vijana laki nane elfu ishirini bado pia tutakuwa tumeacha asilimia kubwa zaidi mm -hmm. Lakini angalau tutakuwa tumepunguza yeah. tutakuwa si kwamba tume tumebakisha vile ilivyo mm -hmm. na sioni uh, hasara ya, kati ya ile kazi kubwa hata ile kidogo yaanze kufanyika inamaanisha kwamba tumeanza kuipiga hatua eh. Uh, Karioki uh, una swali gani kwa katibu kuhusiana na hii miradi ya vijana? Asante uh, sana uh, kwa hii fursa uh, mimi naitwa karaoke Karioki uh, kutoka mji wa Nyeri meleta salamu za watu wa Nyeri uh, swali yangu nikisikiza waziri hapa, mimi kwangu ni kama tu nasikia katibu za... <laughs> katibu uh, wa vijana mi kwangu nasikia tu ni kama stories za jaba zenye tunasema kule mtaani, kwa sababu tulikuwa na kitu inaitwa youth fund. Watu walifanya application na watu wenye walikuwa wanapata hizi uh, funds then walikuwa groups zenye ziko registered na ziko na wanasiasa ndani yao, girlfriends ya wanasiasa na boyfriends zao. Sasa uh, katibu, wewe unatuhakikishia vipi, hii si mdomo tamtam pekee yake utafanya kitu kuhusiana na hii maneno na, na tena kitu ingine, ile bureaucracy hizi vitu zote zile requirements zenye mko nazo mnatuitisha nazo, business plan, registration ya group, and then unakuja hapa unatuambia utatupea 50,000 nakuuliza hivi, ni biashara gani wewe, nikikupea 50000 siku ya leo utaanzisha? Ujahesabu, kuna kitu inaitwa goodwill pale kwa duka, kutoka hapo uko na registration ya biashara, kutoka hapo uko na uh, na business permit yenye utakatisha kwa kanjo. On top of that, hivi hii 50000 kenye naweza fanya ni kununua mtumba niingie hapa tao, ama niende pale town Nyeri niweke guo zangu chini alafu kanjua kuja nishike na mali zangu na kila kitu kwetu. Tunauliza hivi, yaani, hii serikali imekaa chini kabisa ikaona solution ni kutupea hii handout ya 50000 50000 peke yake. Ningeuliza wewe mwenyewe tukikupea 50000 tueleze, na utupea business plan yenye unaweza tupea uanzishe duka na urent, na ukienda pale kwa rent unaitishwa two month rent na, na deposit sini kweli. So mimi kwangu sidhani kama hii ni tu e, plan ya serikali kuchukua pesa za umma na kukopa zaidi, na sisi wenyewe kama vijana tutaachiwa hii mzigo kulipa baadaye. Kitu ya, e, ingine ningesema, mnasema mna train vijana wa hata wakati ya youth fund tulitrainiwa tukakalishwa kwa viwanja, tukachomwa na jua. Wale watu walipata wenye nimesema ni girlfriend na boyfriend na siasa, hakuna follow up. hakuna mtu anachunguza pesa zinaenda wapi, kwa sababu hana i know they don't have the best interest in heart, so kwangu I'm feeling so sad that uh, kijana mwenzangu amesimama na bado ameendeleza ile mdomo tamtamu ya serikali na sijui, kama sina uhakika na sina faith that tutapata hizi pesa kwa sababu uh, already saa hii nikiuliza, mmeeka this financial year, mmeweka pesa ngapi 1.2, around 1.5 billion na ilikuwa intended around 7 point something billion. Hiyo pesa ingine imeenda wapi kama mnatuambia hatutakuwa na corruption? mm -hmm. So kwangu mimi sijui rafiki hata mmoja na niulize kitu ingine, wale watu wako na hapa Northeastern hawana hiyo teknolojia ya kuapply online mtawahusisha vipi? mm. shida ingine nilisikia ukisema ati mnahusisha wanasiasa na viongozi pale vijijini, ni viongozi wa gani yao? mimi nikienda kufanya hii application napata watu wenye wamekaa kwa hiyo ofisi ni wazee honestly mm -hmm. Kama ni mradi ya vijana, sisi vijana ndio tunafaa kuwa pale, tunasaidiana kwa sababu tunaelewana, and we speak the same language. Asante sana. Asante sana Kariuki. Nadhani ni maswali mazito hayo. Tutapumzika kidogo nadhani ili katibu aweze kujikusanya na majibu yake naweze kutuambia business plan yake <gibu> ya shilingi elfu hamsini. Tutakaporejea mtazamaji na tunazidi pia kusoma jumbe zako. Je, umeshawahi kufaidi miradi ya serikali inayolenga vijana? Ndio swali letu la leo nambari ya rafa ni 2242 ya kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli mwingi wa kaunti.